ili kuhakikisha kwamba sekta hii inaendelea kufanya vizuri, Daktari Samia Suluhu Hassan naendelea kufanya maboresho makubwa kwenye sekta ya madini, na hali hii imeteketea sekta hii kukua siku hadi siku. Yapo mafanikio ambayo yamesemwa na wenzangu, ambayo pia si vibaya nikayarudia ndani ya uongozi wa miaka minne ya mheshimiwa rais ei, Samia Suluhu Hassan tumeshuhudia mabadiliko makubwa sana. La kwanza kwa mujibu wa sera ya madini ya mwaka elfu mbili na tisa na mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano mwaka elfu mbili na ishirini na moja ilielekeza kwamba ifikapo mwaka elfu mbili na ishirini na tano sekta ya madini ichangie katika pato la taifa kufikia asilimia kumi. Katika mwaka wa fedha elfu mbili na ishirini na tatu sekta ya madini imechejea kwenye pato wa taifa kwa asilimia 9, lakini kwa mwaka wa jana sekta madini imeongeza mchango wake kwenye pato la taifa kufikia asilimia 10.1 mwaka mmoja kabla ya mwaka uliolengwa wa mwaka 2025. Hali hai mafanikiwa makubwa sana niwashukuru wadau wote walioko humu ndani pamoja na watendaji kazi kwa pamoja ambayo tumeifanya kwa kisha kwamba nchi yetu imefikia hatua ya moja. Eneo la pili, tumeona ongezeko kubwa la ukusanyaji wa maduhuli kuingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali kwa mwaka wa fedha elfu mbili na kumi na tano elfu mbili na kumi na sita sekta ya madini ilichangia kwa mwaka mzima kwenye mfuko mkubwa wa serikali shilingi bilioni mia moja na sitini na mbili tu kwa mwaka mzima. Baada ya kufanya marekebisho ya sheria ya mwaka 2017 ambayo yalitambulisha masoko na vituo vya ununuzi na udhibiti wa biashara madini kuongezeka, hivi sasa sekta madini imeendelea kutoa mchango mkubwa kwenye ukusanyaji wa maduguli ambayo yanaingia kwenye mfuko mkuu wa serikali mwaka wa fedha elfu mbili ishirini na nne elfu mbili ishirini na tano sekta ya madini, mwaka wa fedha elfu mbili ishirini na tatu elfu mbili ishirini na nne sekta ya madini ilichangia bilioni mia saba na hamsini na tatu kwenye mfuko mkuu wa serikali. Mwaka wa fedha elfu mbili ishirini na nne elfu mbili ishirini na tano tumewekewa lengo la kukusanya shilingi trilioni moja kuingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali, na hii inakwenda kuvunja rekodi ambayo haijawahi kutokea kwenye sekta hii ya madini. Ndugu zangu wa Tanzania, zikiwa zimebaki baki siku kumi na tatu kufikia mwisho wa mwaka wa fedha, sekta ya madini mpaka leo tumeshaingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni mia tisa na themanini na tano, zimebaki milioni kumi na tano kabla ya mwaka kujeuki, na nauhakika itavuka trilioni moja ikifika tarehe thelathini, kwa kazi nzuri ambao wacuna madini wanafanya na wadau wadaukuliw hii inakwenda kuandika historia ya kwamba kumbe sekta hii ikisimamiwa vizuri, ina uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa kwenye uchumi wa nchi ya Tanzania, na tunakwenda kuwaonyesha katika mwaka wa fedha chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan.